Samahani Livya, siwezi kuwa wako, lakini kila pumzi nitakayovuta itabeba jina lako milele. Ndani ya tumbo la Silena kuna mtoto, mtoto mwenye mchanganyiko wa damu ya nguva na binadamu. Kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Livi alikuwa peke yake baharini akikielekea kina cha bahari taratibu, huku machozi yakimtiririka alikuwa akiona uso wa Titus. Uso mwanaume aliyempenda zaidi alivyojipenda mwenyewe maneno ya kukataliwa yaliyoambiwa na Titus muda mfupi uliopita yalikuwa yametawala kichwa chake. Maneno hayo yalikuwa kama sumu inayosambaa polepole kwenye mishipa kuyafuta, kwenye yake ya damu. Kama angeweza kuyafuta basi angelifanya kwa damu yake mwenyewe, lakini alibaki kwenye akili yake yakimla na kumpa maumivu makali sana. Kisha akasimama na kutazama bahari akiwa na uchungu mwingi moyoni. Livi akavuta pumzi ya mwisho, macho yake kizidi kujaa machozi, kisha alizungumza Titus, kama roho zetu zitakutana baada ya dunia hii nitakusalimu, si kwa majina ya heshima, bali kwa jina la upendo. Upepo ulipiga kwa nguvu, ni kama ulikuwa unajaribu kumzuia asisonge mbele, lakini hakujali, akasonga mbele. Hatua moja tu ikamtoa kwenye uso wa dunia na kumweka kwenye tumbo la bahari. Titus alikuwa bado amesimama pale alipoachwa nalivyo, macho yake yalitazama miti mirefu ya poli lakini moyo wake haukuwa hapo, ulikuwa kwenye kumbukumbu kumbu za mapenzi yake ni. Alikumbuka jinsi mapenzi yao yalivyoanza kwa huzuni, kisha akakuwa kwa furaha, lakini kile kitu kilivunjwa kwa barua moja tu ya mfalme Kaisali itasalihisihatia sana na aliona kabisa kuwa Livia hakuwa na makosa yoyote, hakustahili kupitia mateso ya kukosa upendo. Maneno ya mwisho ya Livia alitikisa kifua hiki cha mwanaume wa vita. Tafadhali tafadhali, usijifiche kwenye kivuli cha uongo, niambie kama unanipenda, nami nitajibu na kupenda pia sitojali jali kama Kaisari akijua, sihofi kama damu yangu itamwagika ama milango ya kasri itavunjwa. Maneno hayo yalitamkwa na Livya kwa wepesi, lakini ndani ya moyo mwanaume huyu wa vita yalikuwa mazito kuliko meli ya Kirumi. Titus alijikuta akihisi aibu ya, ya kuzidiwa ujasiri ni mwanamke. Kwa mara ya kwanza alijiona mwoga mwoga wa kukili kupenda, mwoga wa kupigania moyo wake mwenyewe. Titus alijikuta akisema na moyo wake, wake. Livia, lakini nilikuwa mwanaume mwoga, lakini sasa wakati umefika, siogopi tena upanga wa Kaisari, siogopi kufa, naogopa kitu kimoja tu kukosa kwenye maisha yangu. Nitakwambia kama bado na kupenda mbele ya Kaisari na jeshi la Roma. Kisha alianza kuondoka eneo hilo kwa lengo la kwenda kutimiza adhima yake, lakini hafla neno alitokeza mbele yake. Niliwahi kukushuhudia ukipambana na wanaume ishirini wenye vifua vipana, lakini wote uliwaua kwa kutumia kijiko, tena hakikuwa kijiko cha chuma, kilikuwa cha mbao. Siku hiyo ndipo rasmi nikakupa jina la mwanaume wa vita, jina ambalo limebaki likining'inia kwenye midomo ya askari wa Roma hadi sasa lakini leo nilipoambiwa kuwa Titus mwanaume wa vita amekutwa amefungwa mikono yake na kijana maskini, mtu asiye na ujuzi wowote wa mapambano, ikafananisha tukio hilo na ile hadithi ya sesemizi kuumua tembo. Titus alibaki kimya, lakini kengere ya hatari ilianza kulia kwenye akili yake ya jina la mtu aliyeiba barua ya Kaisali chumbani kwangu, kisha akampa ndege popo barua hiyo ili aifikishe kwa Livya. Taitasa aliingiwa na hofu zaidi. Alijua kuwa Nelo hakuwa akizungumza tu, bali alikuwa akimvua nguo za sili mbele ya giza hilo la usiku. Taitasa aliishiwa maneno, alikosa cha kuzungumza akeluhusu ukimya kutawala eneo hilo. Kaja jina hilo, Nelo, sema jina la msaliti huyo sasa hivi, ili ajue ufalme wangu si wa kuchezewa. Kaisali iliingia eneo hilo akiwa na hasila ya juu kama mbogo, alijeruhiwa macho yake kikazia uso wa Nero. Taitas alishtuka zaidi, moyo wake ulipiga kama ngoma alijua kuwa huo ndio ulikuwa mwisho wa uhai wake, mwisho wa matumaini, mwisho wa penzi alilojaribu kulihifadhi bila kusema, na sasa anakufa kabla hajamwambia livyo ukweli wa moyo wake. Nero, taja jina la msaliti wangu haraka, kabla sijapumua pumzi ya pili. Nero aligeuza shingo yake kumtazama Titus. Titus, hofu ikamzidi zaidi jasho zilizidi kumtililika. Kisha nelo akageuza uso wake tena kumtazama Kaisali. Akaanza kutembea kuelekea alipo Kaisari akimtazama kwa kujiamini sana, vile ambavyo haijawahi kutokea kwenye maisha yake. Alifika na kusimama akimtazama Kaisali, ukimya ukatawala eneo hilo. Baada ya sekundi kadhaa, nelo akavunja ukimya huo. Unataka jina la msaliti, lakini hujawahi kujiuliza kwa nini usaliti upo? Nero alimtazama Julius Kaisali huku akitabasamu kwa kujiamini. Askari wanakuogopa, lakini hawakuheshimu. Askari wanakufuata kwa sababu ya amri, si kwa sababu ya moyo. Uongozi wako umejaa ubinafsi. Ndoto zako ni zako peke yako. Kupata nywele za Sirena ili uishi milele, uwe mungu, uabudiwe. Unafanya yote hayo si kwa faida ya Roma, bali kwa kuuridhisha moyo wako. Roma imechoka na ubinafsi wako, imechoka kuona mfalme siku zote akipambana kuwa Mungu badala ya kuhakikisha watu wake wanakuwa na furaha. Hakika Roma haitokufa kwa upanga wa adui bali kwa ubinafsi wa mfalme anayejipenda kuliko watu wake. Kaisari aliunguruma kwa hasira akitamani kummeza Nero mikono yake ilitetemeka kwa asila. Titus alisimama bila pumzi. hakuwahi kumsikia Nelo akizungumza hivyo mbele ya mfalme. Hii haikuwa kauli ya askari, ilikuwa hukumu ya historia. Leo Kaisari alisimama mbele ya askari mmoja aliyekuwa ameamua kusema kile ambacho wengi waliogopa kusema. situli nyamaza kimya, na kwamba hata wanyama walikuwa kisikiliza maneno ya Nero. Askari aliamua kwa sauti ya wanyonge, unataka kulijua jina la msaliti wako Kaisari? hakujibu kwa sekunde kadhaa, alimtazama Nero huku akitetemeka kwa asili, kisha akasema Nyote wawili wa nitawatundika msalabani vichwa chini, miguu juu. Mfalme Julius Kaisali, hakuna msaliti wa pili. Msaliti wako ni mmoja tu, jina lake ni Kaisali. Na askari wote walinyamaza kimya masikio yao yakisubiri kusikia jina la msaliti. Taita salihisi mapigo ya moyo wake yakikaribia kusimama. Alijua sasa jina lake litatajwa na mwisho wa uhai wake utafika. Nelo alimtazama Kaisali, kisha akatoa tabasamu la kujiamini, anaitwa Nero Malcus Ebalias. Kaisali alimtazama Nelo kwa asili ambayo haijawahi kuonekana usoni mwake. Nelo alibaki akimtazama Kaisali kwa tabasamu laini, akijua fika kuwa huo ndio mwisho wa kila kitu, mwisho wa uaminifu, mwisho wa urafiki wake na Kaisali, lakini mwanzo wa hadithi mpya. Haitasalidua alijua kabisa kuwa Nelo amedanganya amejitaja yeye mwenyewe ili kumlinda. Taratibu Nelo alimgeukia Titus akimpa mgongo Kaisali. Nelo alimtazama Titus kwa huzuni. Waliangaliana kwa sekunde kadhaa. Chanelo akasema kwa sauti ya huzuni, "Nisamehe Titus, Nisamehe kwa ile barua ya miaka mitano iliyopita." Simama haitasi kuweza kusema neno hata moja. Alimtazama Nelo, macho yake akitengeneza ukungu wa machozi, machozi yaliyojaa maumivu na msamaha wa dhati, machozi yanayosema kwamba hakuna jeraha lisilopona mbele ya dui yaliyekili kosa. Macho yao yaliendelea kutazamana na ndani ya sekunde chache na zaidi ya miaka yote ya chuki, lakini hafla, kisu kikapenya mgongoni mwa Nero, mkono wa Kaisari ukionekana kuifanya kazi hiyo. Nero akainua kichwa chake taratibu, macho yake akamtafuta Titus Macho ya nelo hayakuwa na hofu, yalikuwa yamejaa amani na nuru ya mwisho. Kisha yalizungumza kwa sauti ya chini, sauti ilikuwa dhaifu, lakini maneno yake yalikuwa mazito. Mchwa, mchwa ni kiumbe mdogo sana, lakini lakini ndiyo anayebeba anayebeba ardhi na milima. Lima ni Roma na mchwa na mchwa mchwa ni wewe, Titus. Kisha Nero alipumua kwa pumzi ya mwisho akifumba macho yake ya kwa amani amani. Titus alibaki akimtazama Nero kwa huzuni, huku maneno ya mwisho ya Nero akijirudia kichwani mwake. Mchwa ni kiumbe mdogo sana, lakini, lakini ndiyo anayebeba anayebeba ardhi na, na milima. Habari, niambie kwenye comment ni sehemu gani ya episodi hii imekuvutia sana. Na usikose episodi inayofuata.